Habari Tanzania kwa majina naitwa Juliet Peter, natokea Delamina Microfinance. Leo nipo hapa kama partner wa Care Home for Children Organization na leo tumeweza kumfikia mama ambaye alikuwa na changamoto ya kuhusu mtoto wake. Sisi Delamina tukishirikiana pamoja na Care Home for Children Organization tumeweza kumsaidia mama huyu kwa kumfikisha mtoto wake ambaye anaitwa Faraja kutokana na changamoto aliyokuwa nayo kuweza kufika hospitali na kuweza kupata matibabu sahihi. Na leo tupo hapa kwenda kumsikiliza mama Faraja kuweza kujua safari yake alipotokea, pamoja na changamoto iliyoweza kumkuta mtoto wake na mpaka wanafika hapa kutokana na usaidizi wa Care Home for Children Organization. Habari za saa hizi, naitwa Siza au mama Faraja, natokea Mtwara wilaya ya Newala zumuni wangu nimetoka Mtwara, nimekuja Dar es Salaam kumleta mtoto hospitali. Mtoto ana yaani changamoto haja, tumboni pakowazi anapatia haja tumboni, amezaliwa iko hivyo hivyo, tumboni kwake palikuwa wazi. Mwisho wa siku alikaa ndani ya mwezi, mwezi mwezi na nusu. Pale palipokuwa wazi pakaziba. Kwa hiyo mbakia na changamoto ya kwamba haja anapatia tumboni. Nilizalia kwenye hospitali ya wilaya ya Newala mkoa Mtwara. Baada ya kuzalia pale hospitali moja inaitwa Ndanda nikakaa siku kumi na nne kule, wakaniambia nienda karibu na kituo cha afya. Basi nikawa nimekaa tu nyumbani, nikawa nasubilia, yaani yani vyovyote tavyokuwa mwanake, wananiambia nikae tu karibu na kituo cha afya. Nilikuwa natamani hata mwenyewe, kwa sababu nilikuwa najiona siwezi kuishi naye, sikuwa na maisha yoyote ya kuishi na huyu mtoto, kwa sababu nilikuwa najiuliza ninaishije mtapata wapi jinsi ya kuishi, yani sina, na, na nawezaje, na sijawahi kuona kitu kama hiki, hata mwaka mmoja. Ndo mara yangu ya kwanza, baba mtoto ashiriki kitu chochote, ametelekeza mimba kati na miezi mitatu, na leo ametelekeza mtoto. Kwa hiyo ashiriki shiriki kitu chochote kile, na yuko karibu na mimi wala familia yake. Kwa sasa hivi sina biashara yoyote, sina mradi wowote, nipo tu, yani biashara niliyokuwa nayo nimemaliza kutokana na changamoto ya mtoto, na sasa hivi maisha yangu yapo kama yalivyo, nimekaa naomba tu Mungu anijalie awezekane, kama anaweza kunisaidia anisaidie, nipate kumsaidia huyu mtoto mwisho wa siku. Nikaingia mtandaoni nikakutana na kaka mmoja mwanawe alipatwa na changamoto ya kichwa akafanywa upasuaji. Kwa hiyo nikamuuliza, yani alitoa maelezo baadaye, nikamuuliza nikamtumia message, nikamwambia kwamba mbona sikuelewi. Yule kaka akanielekeza akaniambia wa watu wanatoa msaada kwa watoto, mimi nikamwambia naomba basi na mimi nikaingia nikakutana na huyo dada anaitwa Rose, nikachat naye WhatsApp. Kisha siku ile dada akaniambia naomba changamoto ya mtoto, nikamuelekeza. Akaniambia naomba picha ya mtoto, nikamtumia picha ya mtoto. Akaniambia kwamba kwa hiyo unatakaje? nikamwambia mimi shida yangu namtaka mtoto afike hospitali, na changamoto yangu maisha yetu ya ni duni, na naomba unisaidie. Akanambia nikusaidie kama nini? Nikaambia naomba sehemu ya kulala, yani kitanda na godoro, alafu naomba msaada wowote nijue mtoto naishi naye vipi. Akanambia basi sawa, haina shida. Kwa hiyo yeye akasema kuna mtu naongea naye alivyoongea na huyo mtu, huyo mtu ndo anaitwa Daratifa. Akanambia basi ongea na huyu mtu. Nikaongea naye akanielekeza, akanambia sisi tunakufuata. Tukakaa ndani kama siku tatu hivi, siku ya nne akanipigia simu, jiandae kesho tunakufuata. Kwa hiyo dada akanifuata, tukatoka Mtwara mpaka kufika hapa. Tumefika hapa, da, tumekaa ile juzi, tumefika siku ya pili, siku ya tatu tumeenda kanisani, ah, tumepumzika. Jana asubuhi ndo tumeenda kanisani, tulivyotoka kanisani tumeenda hospitali, maelezo ya daktari na nisema huyu mtoto atafanyiwa operation baada ya kutimiza mwaka, ila nabidi apate mahitaji muhimu. Mahitaji yake muhimu apate lishe ya kutosha, awe anaishi kama mtoto wa kawaida yani, tusimtenge. Hii taasisi ya Care Home naishukuru, imenisaidia kutoka nilipo na kunileta mpaka hapa Dar es Salaam na kunipeleka hospitali, na hata hivyo nashukuru kwa sababu wanaendelea kunisaidia huyu mtoto ajatimiza mwaka mpaka atimize mwaka nifanyie nifanyie pressure. Na hata hivyo wamenisaidia mahitaji muhimu, nashukuru. Katika msaada wao, leo wamenikabidhi blender, juisi ya mtoto, lishe ya mtoto, na vitu vya muhimu kama mavazi na hela ya usafiri. Napenda kumshukuru mkurugenzi wa taasisi hii ya Care Home kwa msaada wake. Mungu amzidishie wa azidi kupata azidi kutusaidia sisi wenye vipato vya chini. Napenda kuwashauri wakina mama wenzangu wanaopitia changamoto kama hii ya kwangu mimi, wasikate tamaa, Mungu atawasaidia kwa sababu mimi nilikata tamaa, lakini Mungu amenisaidia na Mungu ameniona, nimekutana na huyu dada amenisaidia. Wewe, wasikate tamaa, Mungu yupo. Mmeweza kumsikiliza Mama Faraja, yeye pamoja na changamoto iliyoweza kumkumba mtoto wake. Sisi kama Care Home for Children tumeweza kumsaidia na tumeweza kumpa kidogo tumaini la kwamba mtoto wake anaweza kupona. Basi ilivyoadha, Watanzania wenzangu, tukishirikiana pamoja na mashirika mengine ya kutoa misaada changamoto hii tunaiomba tuifikishe pia na kwenu, ili kuweza kumsaidia mama huyu kuweza kutatua changamoto yake ambayo alionayo yeye pamoja na mtoto wake. Kwa msaada wowote ulioweza kujaliwa, unaweza ukaingia kwenye peji ya Care Home for Children organization na kuweza kutoa msaada wako kama Mtanzania uliekuwa na upendo. Asanteni sana, mbarikiwe na washukuru.